Haleluya, usiwe na wasiwasi, tutoroka kwa muda mzuri. Kwa nyie ambao mnifahamu, naitwa Mchungaji Rafaeli Isote Mwaisabira. Nimeokoka na mke wangu aitwa Subira na watoto sita. Zaidi zaidi nitakufafanulia siku nyingine. Kesho sita, nasema na watoto sita kuningia, wamesikia vibaya sita. Uh, nakukazia sita, kwa kama una sita, ni uvivu wako Haleluya, ni uvivu wako tu. Hatujawekewa limitation kwamba mwisho a sita. Jioni ya leo natamani tukaangalie maneno ya Mungu na kimsingi hii ni wiki ya Pasaka, na kama mtumishi wa Mungu, Somoli mkubwa, Mungu akubariki sana. Sijui Somoli mdogo iko wapi, lakini ifrahi kumwona Somoli mkubwa, kubarikiwe sana Bwana. Mimi nimeanza kuangalia nyimbo zake nikiwa sijaokoka ni